Wanyuma mwiko, lakini sababu ya pili tumekuja kuwanyamazisha wale ambao wanaitwa semanile simu kidogo, anakimbilia kula moja ya mazumuni, wanaamini kwamba Simba anaweza kupata matokeo mabaya, ili wafanyeje? Wapate kusema. Lakini sababu ya tatu tumekuja kumfunga kocha mwenye jeuri oyo, tumekuja kutoa adhabu kwa kocha mwenye jeuri. Dhamira yetu na nia yetu si kutoa adhabu kubwa kama hii, lakini kocha wao Meki kwa sababu alishiriki kufanya kampeni kutuhujumu juu ya ile mechi, kutangaza wao wao leo hawaji, baada ya kuja na kuwaona. Na ndio maana tukaamua kupeleka kipigo cha vata mwizi. Tunamwambia Meki tunamheshimu, lakini pia naye Meki awe na adabu na Simba sports yes. Simba ni klabu kubwa, unapokuja kucheza na Simba lazima unakuja kucheza na mkubwa na kumbukumbu mkubwa, kumbu, ipo mechi ya kwanza lalamika sana Meki kwa sababu tumemfunga goli moja, tulimfunga goli moja kwa sababu sabusalabu, najua kuna muda mwingine mpira lazima muheshimiane kati ya timu na timu, akalalamika akasema maneno ambayo hayastahili kusemwa. Leo mtafutani Meki mkamuulize ameonewa. Kuna watu walisema wakati tunacheza na natm wakasema performance yenyendo hii walikuwa na haki wasilete mechi kati ya nani, Simba na Yanga? Ndio mlisema waandishi, baadhi yao semanile walisema, lakini sisi hatuwezi kupeleka dozi kubwa kwa mtoto mdogo kama yule. Nendeni mkawaambie sisi. sisi sio vilima, sisi ni people, tutakutana Kisugu kama mlikuwa mna uwezo wa kushinda goli sita kwa Dodoma Jiji na mtani umwogope, sasa kwa nini msiende kwenye mechi? Mpira unachezwa na kanuni, mpira unachezwa na taratibu. Haiwezekani kwa sababu una uwezo, mtu aingize wachezaji uwanjani kumi na tatu ucheze kwa sababu una uwezo, eti mwandishi. Mpira unachezwa na kanuni. Kwa hiyo sisi tunaheshimu mpira na tunaheshimu kanuni ambazo zilizowekwa. Elu, muzika, Brother, sita ama barua yenu mlikuwa mmeshatoa maamuzi kabisa? Brother, mtu kala sita hapa. Mimi nafikiri maswali yako yarenge hapa. Hii historia inatengenezwa leo kwenye ligi ya NBC. Hakuna mtu aliyepiga sita bila nani? Wiki. Kibu Dennis anapiga mbili leo. Nyinyi ndio mlikuwa mnaoji vipi afungi? Boni leo mmoja Kibu Dennis kafunga? Wao nakimbilia nyuma mwiko tu. Nyuma mwiko, mwiko tu. Mechi ya dabi. Why? Na sister ametoa Kibu D. Mane ndio mechi Kibu Dennis uliza tuzungumzie performance ya wachezaji wote wa Simba, wamecheza vizuri, tunawapongeza, wametupa starehe, tumefuturu futuru ya halali, kifuka ya halali <laughs> <laughs> umi wala. mbili halafu, bahati nzuri, niwaambie waandishi <laughs> wana Simba tunajiweza, na ndio maana si futuru, tunatumia uwezo wetu. Wana Simba mmefurahi, tukufurahi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hii ni historia inawekwa. Waandishi nendeni mkaseme kwenye ligi ya NBC. Kwenye mechi 21 ndio timu pekee tumeruhusu magoli manane. Kwenye magoli manane magoli mawili mistake, tumejifunga wenyewe. Semeni. Ali Salim kiwango chake na kizungumziaje leo hii? Alicheza mechi ya Kosti TMA na hii ya leo, lakini pia ameitwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania. Ali Salim golikipa namba moja wa timu ya taifa wa Tanzania. Ha? wa Tanzania milioni sitini. Tukiongozwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu. Ukija katika mpira wa golkipa namba moja ni nani? Ali Salim. Kwa hiyo mi naamini ni mchezaji mzuri, ana uwezo mkubwa, na kila mmoja ameona. Mechi ya pili anapata clean sheet moja, CRDB Federation Cup mbili, league NBC. Tuna enjoy Ali Salim, tunaye na